Sasa jeshi la malaika wa mbinguni wafurahi. Je, yeah, umewahi kujiuliza ni kwa nini mbiu huimbwa au hupigwa katika kesha la Pasaka? Mbiu ya Pasaka ni wimbo wa sifa ambao unamshangilia Kristo mfufuka. Hasa tunauimbia pembeni ya mshumaa, tunamwimbia Kristo ambaye ni mwanga mpya Kristo mwenyewe anakuwa mwanga ambaye anatuongoza. Ndiyo maana katika kesha la Pasaka tunaona mshumaa huwa unatutangulia unakuwa mbele yetu, ni, ma, ni ishara au ni maana ya kwamba Kristo mwenyewe anatutangulia, Kristo mfufuka. Mbiu huanza kwa maneno mliyoyasikia hapo mwanzo, sasa jeshi la malaika wa mbinguni wafurahi. Inaualika ulimwengu wote kushangilia ufufuko wa Kristo inatualika sisi sote kumshangilia Kristo huyo ambaye amefufuka, anafukuza dhambi na kuleta maisha mapya na kutuletea matumaini. Kristo yeye ndiye jiwe la msingi katika maisha yetu sisi. Mbiu ya pasaka ina ishara gani kwetu sisi? Kitu cha kwanza ni, tunauimbia mshumaa wa Pasaka ambaye ni mwanga huushinda giza. Mbiu huanza kutangaza furaha ya nchi iliyoangazwa katika mwanga ambaye ni Kristo mwenyewe. Mshumaa wa Pasaka katika mkesha huu humwashiria Kristo mwenyewe, aufukuzae dhambi katika giza na kutupeleka katika mwanga. Ishara ya pili, tunayoiona katika mbiu ni ukombozi na ufuku, uokovu. Mbiu husimulia ishara ya uokovu ambayo tunaipata katika mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ambalo ndilo fumbo kuu la Pasaka. Ishara ya tatu tunayoiona katika mbiu ya pasaka ni upatanisho. Mbiu inatuonyesha namna binadamu anavyopatanishwa na Mungu. Tunaona kabisa, binadamu tulianguka katika dhambi ya kale ya Adamu wa kale, na Kristo anakuwa Adamu mpya ambaye amefufuka, ambao ufufuko huu unatuletea uzima wa milele. Ishara nyingine tunayoipata katika mbiu ya pasaka ni simulizi ya wokovu. Tunaona Waisraeli walivyookolewa kutoka utumwani Misri hadi kupelekwa nchi ya ahadi. Hii ni ishara ya kwamba pia tunaiona katika nyakati zetu, Kristo ametuokoa kupitia ufufuko wake. Yeye anakuwa mwanakondoo mpya wa Pasaka. Ningependa kualika nyote na mimi mwenyewe katika kesha hili la Pasaka tusali, tumwimbie Kristo mfufuka hasa tunapoisikia hii mbiu ya Pasaka. Dhamira kuu tulizoziona katika mbiu ya pasaka ni matumaini, furaha, ufufuko, upatanisho na uokovu. Yote haya yanaonyesha ni namna gani liturujia ya pasaka imetualika waamini kumsherekea Kristo mfufuka, huweza kutambua maana ya ufufuko ambaye ni Kristo mwenyewe tuliyemwimbia katika mbiu hii ya pasaka ambaye anatuletea uokovu katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.